Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV Channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kweli. Hali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya thelathini na mbili. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, vijana ambao walisoma katika shule ya msingi moja na hatimaye baadaye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 Baada ya kukaa kwa muda mfupi, Recho akiwa anaendelea kutafakari kwamba huyu dada alimuona wapi, moja kwa moja hapo ndipo ambapo Edina aliamua kuvunja ukimya, akaanza kuzungumza huku akisema mm, alafu weye dada ni kama vile sijakufananisha, kuna sehemu ambapo mimi nishawahi kukuona. Isiwe ndio wale ambao wanataka kumuua shemeji, kwa sababu ni kama vile mnafanana na yeye, alikuwa nafanana kama wewe. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Recho alizungumza huku akisema, Hapana bwana, mimi siwezi nikamuua, yaani mimi nimuue yule pale shemeji yako? Mimi mbona sio mtu mbaya? Hata siku moja. Kwanza ninashukuru shukuru menipokea tena kwa amani basi, ninaombeni tuendelee kuishi kwa amani. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Edina alizungumza huku akisema, hmm. Wewe sio wewe ambaye mme wangu alikuwa na kukimbia kwa sababu ulikuwa kimtaka kila wakati. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Edina hapo hapo Recho alizungumza huku akisema, hapana, sio mimi, na inawezekana ukawa umenifananisha, lakini sio mimi. Tunafanana sio najua, duniani hakuna mtu ambaye anaishi ambaye ni yeye peke yake katika hii dunia. Watu wengi sana nakuta wanafanana, lakini ukisema kwamba eti kuna sehemu labda ulinikuta, sijishawahi kukutana na wewe. We dada, mbona mi sikutambui? Tulikutana wapi? baada ya kuzungumza maneno kama hayo Edina alikuwa ameshaona kabisa kwamba huyu anamdanganya, kwa sababu ana jicho fulani hivi akimtazama, anamtazama jicho la mashaka sana, kama vile anamfahamu fahamu hivi, lakini kwa vile hataki kuzungumza na hataki kusema, basi alichukulia ni hali ya kawaida akaondoka moja kwa moja akamwonyesha chumba na hatimaye akaingia ndani ya chumba hicho ambacho alichokihitaji na pesa akiwa amekabidhiwa. Hapo ndipo ambapo Cosmas Mademvya alianza kupigiwa simu ili atoke Bugureni aje huku Shangalo, ambapo tayari kumekucha, na akamwambia kabisa kwamba nyumba ile ambayo amepanga yeye ni nyumba ambayo mhusika ambaye wanamtafuta ambaye ni Kituro na yeye amewekeza nguvu pale. Kwa hiyo ni nyumba za watu, za watu wawili wamezijenga kwa mfumo wa kupangisha, lakini ni nyumba za watu wawili. Nyumba ya kwanza ina rooms 32 manake ina rooms kuanzia namba moja, yani chumba namba moja namba mbili namba tatu namba nne mpaka namba thalathini na mbili ambayo iko upande wa kulia, ambayo iko upande wa kushoto na yenyewe ina rooms namba moja mbili tatu nne tano mpaka 32 yani nikimaanisha chumba namba moja mpaka chumba namba 32, na kwa hiyo na wao wametimiza, imekuwa na vyumba 64, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa nyumba ya bwana Misondo, mzee Misondo. Lakini mzee Misondo nyumba yake ni nyumba ambayo of course ni wanaoishi pale wako kwenye nyumba moja tu ambayo imeungana, yani ni nyumba ambayo imeunganishwa kuanzia room namba moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba mpaka sitini na nne Kwa hiyo ya Kituro pamoja na Zegadi yenyewe ilikuwa imetenganishwa, ilikuwa imetenganishwa manake ya kituro ilikuwa kwenye mkono wa kulia na ya zegadi ilikuwa mkono wa kushoto, ingawa kilikuwa ni kiwanja kimoja. Na waliamua kujenga hivyo kwa sababu ili kila mtu awe na chuma mapato kwa wakati wake, wanayahesabu. Kama wanachanganya basi wachanganye kwa namna yao, wakishaha hesabu na kujua kwamba huyu kaingiza ngapi kwa kwa mwezi na huyu kaingiza ngapi hicho ndicho ambacho walichokuwa wakikifanya. Kwa hiyo moja kwa moja, Recho alipokuja hakuangalia nyumba ya kulia, aliangalia nyumba ya kushoto, ambapo ndiyo nyumba ya Zegadi. Na mtoza pesa kwa nyumba ya kushoto amewekwa Edina, na upande wa kulia kama angeenda, basi angemkuta Anjera, ambaye walishawahi kukutana akiwa na hasira kali, hatimaye akamkabidhi mpaka na pesa kwa ajili ya kuendelea kumsaka, lakini hakujua kama endapo yeye ndiye mke halali kabisa wa bwana Kitulo. Hakujua kabisa Yesi anamsaka hajajua kama endapo atakuwa amepata mwanamke wa kueleweka. Kwa hiyo huku Cosmas Mademvi alianza kukusanya jeshi lake la wale vijana na kuja nao Shangaro. Wametoka maeneo ya Bubureni wanakuja Shangaro. Sasa walikuja moja kwa moja na wakafika, na akawaelekeza kwamba na wao inatakiwa waende nyumba ya mkono wa kushoto na walipokwenda moja kwa moja, aliwaambia kwamba wajizuge wawe kama watu ambao wanatafuta vyumba vya kupanga, na hivyo ndivyo ilivyokuwa, wakajizuga kwa kutafuta vyumba vya kupanga. Edina akawapokea vizuri na wakalipia kabisa nyumba, mambo yakawa mazuri kabisa bila tatizo la aina yeyote. Walianza kuishi hapo kama wapangaji, lakini ha, hakujua kabisa Edina kama endapo amekaribisha watu ambao ni wabaya kwake, kwa sababu wamekuja kutekeleza jambo moja la ajabu. Lakini hakuna mtu ambaye alijua ubaya wao kama watakuja kuutekeleza. Lakini kwa vile wamefika pale na kukuta Zegadi pamoja na Kituro wameshaenda Nyemshama migodini, kwa hiyo hawakuweza kabisa kupata hizo taarifa, bali yeye alikuwa akimpigia Zegadi, anamwambia kwamba amepata wapangaji wapya, chumba namba fulani kimepata mpangaji, chumba namba fulani kimepata mpangaji. Wala Zegadi hakuwaza kama endapo waliokuja kupanga watakuwa ni wale wale wabaya wao, ambao wamewapa mawazo mpaka wakaamua kuhama kabisa, baada ya kuoa wake zao, yaani Kituro pamoja na Zegadi. Baada ya kuoa Kituro kumuoa Njera na Zegadi kumuoa Edina, wakaamua kuhama kabisa kutoka Bugureni kwa sababu kuna watu walikuwa wakiwatafuta mambo yaka endelea wakaendelea kuishi. Ndani ya mwezi mmoja, Kituro na Zegadi walirudi nyumbani kutoka Nyemshama migodini. Baada ya kurudi nyumbani, walipofika tu salamu ya kwanza wakamkuta Cosmas Mademvi akiwa nafua nguo pale katika nyumba za Zegadi ambazo anapangisha. Hawajakaa sawa, wakamwona Recho ametoa jiko nje karibu na mlango wake wa chumba, yuko anapika. Sasa baada ya Zegadi kumwona Recho alishtuka sana, alianza kujiuliza, Hawa tayari wameshatufuata mpaka huku sasa, kama wametufuata mpaka huku hivi tutakwepa namna gani? na hapa ndo katika urithi wetu kabisa. Hivi niende nikamwambie rafiki yangu Kituro kwamba wale wabaya wetu tayari wameshatinga kwetu au nifanyeje? kwa sababu hata kama nitajifanya kumlaumu mke wangu Edina ni sawa na bure. Hawajui kabisa kama endapo hawa ndio wabaya wetu, kwa hiyo hakuna haja ya kuendelea kumlaumu nitakuwa nimefanya vibaya, hakujua. Na bahati mbaya zaidi, licha ya kwamba dada yangu aliniletea picha na hizo picha nikajaribu kumwonyesha, akawa amezifahamu picha za Recho. Lakini kwa muda wote huo tayari, mpaka tulipokuja kufanikiwa, ameshawasahau. Sasa si nifanye nini? Wakati anaendelea Zegadi kujiuliza hapa na pale, akiwa anaendelea kuwaza, Kitulo alitoka nje na yeye ya chumba asubuhi hiyo na kukuta Recho yuko anapika tena, anaandaa chai kwa raha zake. Kosmas Mademvya anafua nguo na kuna vijana wengine sita pembeni Paulo alirudi ndani kwa kukimbia kweli kweli na akajifungia. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya 32 ya simulizi hii sina makosa imeishia hapa. Tumemwona Recho amekuja amepokelewa vizuri kabisa na Edina pale katika nyumba za kupangisha za bwana Zegadi, na pia tumeona wamejaribu kuongea mawili matatu, lakini Edina hakuweza kumkumbuka na hakuweza kukumbuka kama endapo mume wake alishawahi kumwonyesha picha ambazo aliletewa na dada yake Angela baada ya kumpiga picha kwamba Recho anamtafuta mtu anayeitwa Kituo ili aweze kumuua na akampa kabisa na pesa wakabadilishana na namba za simu, hakukumbuka hilo kwa sababu ni muda mrefu ambao ulikuwa umepita, na pia kutokana na ndoa kuingia kwenye ndoa, anafurahia ndoa kwa zile stress zilikuwa zimeisha lakini pia Kitulo na Zigadi wametoka nyimshama migodini, wamerudi baada ya mwezi mmoja, na wamerudi asubuhi ya siku hiyo. Wamekutana na Recho akiwa anapika nje, pia na Cosmas Mademvia yuko anafua nguo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 Mimi ni Hasbi Zero tu baba Sam the King, na kusisitiza endelea kuifuatilia simulizi hii, ingawa tupo ukingoni, lakini utajua ni kwa nini inaitwa sina makosa. Twende sehemu inayofuata, ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kitakachoendelea, na kusihi usikose sehemu ya thelathini na tatu ya simulizi hii sina makosa. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo.